Inawezekana ukiwa na sera, ukiwa na viongozi waadilifu wanaomjali mwananchi, inawezekana mkulima wa Tanzania mkulima wa nchi hii naye akaweza kuendesha maisha yake. Lakini nyinyi leo ni mashahidi, mmekuwa matrekta, mmekuwa mashine, mmekuwa watumwa, mmekuwa wafanyakazi mmekuwa watumishi wa matajiri wanaonunua mazao, kweli? Si kweli? Haya yanawezekana kuyabadilisha, lakini ndugu zangu, haya hatuyabadilishi kwa kauli tu. Haya hatuwezi kuyabadilisha kwa kusema hawa wabaya. Haya tunaweza kuyabadilisha kwenye sanduku la kura.